ni jukumu lako kuyafanyia kazi yale tunayowafundisha. Kwa hiyo, dada Smarti, ongera na karibu kwenye um kuji kujinoa ili uweze kwenda kwenye professional. Nakuona kabisa unaweza. Asante. Na sifa nyingine ya udada, naomba nimemkumbuka. Ni huyu dada alikutana na zile changamoto za wanaume wasiojielewa, wale wasioheshimu ndoa wa zao. Lakini hakuogopa kuja kusema kwamba ni nyumba ambayo nilipitia changamoto, lakini kwa kuwa mimi ni Smarti dada ninayejielewa, sikukubali lakini nilihakikisha nafanya majukumu yangu, na yule baba aliniheshimu. Na wakati naondoka, yule baba aliniambia endelea kujitunza hivyo hivyo, maana angekuwa ni dada anayejiachia, angekuwa amemkubalia, lakini al, kwa namna ambavyo alimwekea mipaka kwamba mimi nimekuja hapa kufanya kazi, sijaja hapa kwa shughuli hizi za, za kingono. Kwa hiyo dada ni dada wa mfano kabisa, ni dada ambaye ni, anaaminika. Wadada wengi hilo eneo kidogo inakuwa ni changamoto. Sasa isiwe ni changamoto, ukafikiri unamharibia mwingine, unajiharibia mwenyewe, kwa sababu the minute mtu anaanza kukuona hauna uaminifu, uaminiki ndani ya nyumba yake, unatolewa kazini, utakuwa unazunguka zunguka. Labda ulikuwa umepata bosi mzuri, lakini unaanza na moja, utaenda tena kwingine, yaani wewe ndio unajipotezea muda. Kwa hiyo usifikiri utafanya tabia ambazo sio nzuri, ukafikiri unamkomoa mtu mwingine au umepata hapana, utakuwa wewe ndio umepatikana. Lakini ukikataa vitu ambavyo vinaweza kuleta kuhatarisha ajira yako kazi yako baraka zako, kwa sababu haya mambo yanakwenda na baraka pia. Yusufu alibarikiwa sana sana sana kwa sababu alikuwa mwaminifu kwa Mungu wake, sio hata kwa bosi wake. Ukiwa mwaminifu kwa Mungu wako, maana yake una yani u, uaminifu ulionao kwa bosi wako ni mkuu zaidi kuliko ukasema niko mwaminifu kwa bosi bosi akiondoka saa nyingine unaanza vitu ambavyo sio, si ndio eh? Lakini ukijua bosi Mungu ananiona kila mahali, maana yake sintakubali kumtenda Mungu wangu dhambi, sintakubali hichi kitu kitaniharibia CV yangu na kitaniharibia baraka zangu. Sasa ukiwa hivyo utabarikiwa sana. Huo ni ushahidi kutoka kwenye stori ya Yusufu, iko kwenye Biblia, ni stori maarufu sana. Wadada wa kazi wanawaambia hiyo ndio stori ya mfano. Mungu atakuja kukunyanyua, sio kwa sababu nyingine yoyote, ni kwa sababu ya uaminifu. Uaminifu kwenye nyumba za watu, utakutana na watu washenzi huko, usiingie kwenye huo mtego, lakini uaminifu katika majukumu yako, unapopewa yale majukumu, unavyoyafanya kwa uaminifu ndivyo unavyofungua njia ya baraka na mafanikio kwako tuko pamoja, eh? Kwa naomba mumpe maua yake yule dada ni bonge la dada, mm. Bonge la dada, ukiweza mtoto wa kike kuvalia nguo yako ya ndani bila kuishushashusha ovyo, utafika mbali sana. message sent and delivered. Ndio hivyo. Hey, na dada huyu niwaambie tu kwamba kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako cha kuongeza, uh, value. Maana yake kinaendelea kukupa thamani kwenye kila kitu unachokifanya. Huyu dada alikuwa smart ya laki mbili. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu amerudi kituoni na amefanya kazi na sisi mwaka mzima na akafanya vizuri na kama mnavyosikia sifa yake tu pia ya kinidhamu kwa maana ya eneo la discipline, yupo vizuri. Kwa hiyo huyu kwa sasa hivi haendi tena kazi ya laki mbili anaenda kazi ya laki tatu. Kwa hiyo unaona kila kitu ambacho unakifanya makaa una kwa usahihi ukakifanya to the fullest wanasemaga. So, fanya kitu mpaka yani uonyesha unaa, sijui tunaelewana. Kwa hiyo huyu ameonyesha unaa kwenye kitengo chake cha kazi. Usionyeshe unaa kwenye vitu ambavyo havikupi manufaa yoyote. Ukipewa kazi, fanya sawa. Huyu amefanya sasa hivi anaenda smart ya laki mbili na uzuri yeye mwenyewe anajitamkia kwamba anahitaji kuwa professional. Yola Tunayo. Ya umekosea. Ana na Amina lakitatu. anaenda anaenda smart ya shilingi laki tatu. Na kwa... akimaliza mwaka atakuwa super professional. Ehe, achukue mtaala wetu tena mwezi wa tisa tuna offer. Kwa hiyo ukiwahi mwezi huu kabla hujaisha utapata offer kabambe baada mpale ametoa kwa ajili ya kupata hayo mafunzo na kuongeza skills. Mwakani huyu tuna tuna hapa kama professional dada wa Dada Center. Sawa? Hiyo eh, ni experience kutoka kwa Dada Christina. Naomba tuendelee kupata kutoka kwa wadada wengine. Smart dada yupo? ah, professional, eh, yu professional malezi ah, okay. eh. um. Lakini pia madam, tuna dada ambaye alikuwa traditional ya laki moja na nusu uh -huh. uh, lakini akaja yani alivyofanya vizuri sana kwenye kazi, na yeye akawa smart ya laki mbili. Kwa kwahiyo tunataka naye atuambie kwenye traditional wake alifanya vipi ambavyo vilitupendeza na kumpendeza mwajiri wake akadeserve kupelekwa hiyo smart ya shilingi laki mbili, okay, yupo hapa dada nani? Felista, sawa, naomba tuzingatie ubora wa level yako Umeelewa eh? Kinachokupa mshahara either wa traditional wa smart, wa professional ni ubora wa ile levo yako, levo yako ubora wake ni upi? Ni wa kusimamiwa ni wa kujiongoza au ni yule ambaye yani ni master kabisa eh? Haya, karibu dada Felista eh? Karibu. Wadada Center. Kwa majina anaitwa Felista Dixon. Nina mkataba wa tatu. Yeni makofi kwanza. Mkataba wa kwanza nilikuwa Kilimanjaro, mkataba wa pili nilikuwa Shinyanga Kahama. Wow. Kwa hiyo kama tunavyokuja hapa tunataka kazi, kweli tufanye kazi. Bosi hawezi kuwa mkali kama unatimiza majukumu yako. Wow. Biblia inasema kwamba Warumi 13:3 inasema, watawalao hawatishi katika matendo mema bali katika matendo mabaya na unataka usiogope, wa, wa, wenye mamlaka fanya mema ili upate sifa kwake. Aya jamani, amemaliza <laughs> Kwa hiyo tukitimiza, e, majukumu yetu, kama ni usafi, fanya usafi, nyumba ionekane ni safi, ili bosi aweze kuridhika, aweze kukulipa mshahara. Kama bosi hajaridhika, hawezi kukulipa mshahara na atakuwa mkali. Hawezi kuwa mkali hivi hivi, ni lazima utimize majukumu yake ili nawe upate kile ulichokiendea pale. wow. yeah. jamani Oh, dada ambao wanapanda ngazi eh, mnaona mindset zao, eh, mitazamo yao ilivyo. Yaani huwezi kushangaa dada kama huyu sasa hivi ukaja kusikia analipwa kama smart eh, sasa hivi analipwa laki mbili mm -hmm, lakini huyu anakokwenda atakuja kulipwa full laki tatu ile ya smart, na akiendelea akiingia kwenye eh, kwenye kozi yetu huyu tuna, mtrain, huyu anakuwa professional laki tano Hakuna kinachoshindikana, msiogope kujifunza. Yani moja ya kitu ambacho Naona wadada wengi wanajionea unyonge kwa sababu mlisoma mkaishia darasa la saba. Hata mimi nilikuwa darasa la saba. Niliishia darasa la saba. Usiogope kwa sababu uliishia mahali fulani ukupata elimu kama waliopata na watu waliokuzunguka. Cha muhimu ni wewe unafanya nini sasa hivi baada ya kuishia hilo darasa la saba. Kuna vitu vingi umejifunza ambavyo ulivyozaliwa hukuwa unavijua. Hakuna aliyezaliwa anaongea, hakuna aliyezaliwa anatembea. Hakuna aliyezaliwa anajua kusoma na kuandika, wewe umeshia la saba, lakini si unajua kusoma na kuandika. Hizi kozi tunazozisema hizi ni kozi ambazo hata unajifunza kwa Kiswahili kama una nia, kwa nini ushindwe? Kwa hiyo mimi nataka kuwaongoza wasichana wenye ndoto, wenye shauku, wenye kiu, wenye passion ya kutaka kufika mbali. Hao ndio wasichana naotaka kuwaongoza. Ukipangiwa kama traditional dada ikupe hasira kwamba mimi next year, mwaka wangu mmoja hii ni shule, naingia darasani. Nikirudi mimi si tena, siyo traditional. Tuko pamoja jamani? Dada ya Felista, hongera sana, nimependa umeongea kwa mamlaka tena ukatuongezea hapo na neno ukasiriba kabisa, kwamba kama unataka usiwaogope wenye mamlaka, fanya mambo yao vizuri, watakuwa marafiki zako mimi wafanyakazi wa wangu wote naowapenda, sio kwa sababu yoyote ile, kwamba nawapenda sana? Hapana, na wanafanya majukumu yangu vizuri. Kwa hiyo wanatengeneza bondi ambayo mi mwenyewe naanza kujiuliza, huyu sitamani aondoke, si unaelewa eh? Kwa hiyo upendo unazaliwa wewe ndio unatengeneza. Hata mwanaume aliyokutongoza angekuwa nakuja na mapanga ungekubali? Napana. Ungekubali? wanakujaga na vitu vya kuwadanganyishia ndio mara viela vya vocha visimu vinini mnakimbia kazi, mnawakimbilia. Kwa hiyo hata mabosi wenu mnataka wawapende, mnataka wasiwe wakali, mjue jinsi ya kwenda nao, mwatongoze kwa kuangalia kazi zao vizuri, si ndio eh? sio kwenda kuvaa vinguo vyenu vikroktopu mmebana vikalio vyenu, mmeenda pale na viskentaiti. Hapana, pale unakuwa unaenda kama mdangaji. Nenda na mavazi ya heshima lakini hakikisha majukumu yake unayafanya kwa wakati, na unajiongoza na kujiongeza na unahakikisha kabla haja aj kuita umeitika. Huyo bosi lazima atakuwa na mahaba na wewe, lazima atakupenda sana. Usione wanasema hii kauli ya kusema mimi naishi naye kama ndugu, hizo nazo ni strategy zao za wewe kuweza kumfanyia majukumu yake vizuri, lakini mimi nawapa mbinu za nyie kulipwa vizuri mpate hela nzuri lakini na ma, ma, mjenge mahusiano mazuri na nani, na hawa mabosi. Mbinu na, nazo hapa ni za kufanya kazi. Usitake bosi wako akubebishe bebishe a, a, nini. Hapana, ho mi hajanifanyia hivi, we umemfanyia nini? umemfanyia nini? Utakapomfanyia mambo mazuri ndani ya nyumba yake ndiyo bosi atakukumbuka kwa hivyo vitu vingine. Na hata asipokukumbuka, we umeenda pale kupiga kazi unalipwa hela yako, labda wakikuzulumu akikudhulumu hapo, ugomvi wetu ni mkubwa sana lakini, anakulipa cha kwako, boresha huduma yako. Ukirudi hapa tunakupandisha daraja. Tuko pamoja jamani. Hey, tupo bado na mada inayosema sasa. Kwenye upande wa wadada inasema kwamba wadada wapo tayari tayari kufanya kazi kulingana na level zao, yani kutoa eh ubora wa huduma kulingana na level yako. kwa hiyo usisahau muda ambao unatamani kwenda level nyingine, kumbuka utalipwa pesa nyingi. Je, utakuwa una deserve kupata hizo pesa? Yaani ndio swali uendelee kujiuliza hapo na mtatujibu, wewe unalipwa shilingi laki tatu. Hili swali naelekeza kwa huyu tutakayempa sasa hivi ni professional malezi. Ni pesa nyingi sana analipwa. Shilingi laki tano ni pesa nyingi. Je, yeah, kwa kazi anazozifanya ana deserve kupata shilingi laki tano? Maana yake tunaongelea nini sasa? Ubora wa hicho anachokifanya kwa level yake ya professional. Sawa? Wadada Center. Wadada Center. Wadada Center. Okay, jamani, itikieni, sio mnamshangaa. <laughs> Maana mlifikiri traditional mwenzenu, muitike. Ndio maana nikawambia e, ujuzi hauna vichwa viwili wala mikono minne. Akikaa pale, huwezi kujua kama dada anapokea laki ngapi tano. Ana, ana utofauti gani na wewe? Mna tofauti ni kwamba mwenzenu amewatangulia kwenye ujuzi ambao dada Christina amesema anataka kudeki zaidi. Alivyokuwa anafanyaje anadeki? Sasa msikilizeni pale dada anakunja laki yake tano na wewe upate upate kichaa, sawa? Uhamasike useme na mimi nataka nikalipwe kama wenzangu. Maana yake uanze kupea attention ya kumhudumia bosi wako vizuri, kupandisha viwango vyako, kusoma. Tunapoambia someni, jamani, jana nilikuwa naondoka hapa naenda darasani, nikawaambia wali, wadada walioko hapa walikuwa wanasoma, nikawaambia na mimi naenda shule, msinione hivi, naambia someni, someni, mimi mwenyewe nasoma, nafanyaje nasoma mkiona naweza kuwaongoza hivi vizuri, na mimi niko shule tena. Sasa hivi nasoma masters na kimaliza masters naenda PhD. Tunaelewana? Kwa hiyo siwaambii kitu ambacho mimi mwenyewe sifanyi. Haya, tumsikilize dada yetu professional pale wa malezi, na yeye atuambie, anatoa ubora wa levo yake. Levo ya professional ni levo ya dada ambaye ni mtaalamu, anapokuja pale ana uwezo hata wa kukushauri wewe mwajiri wake kitaalam, maana ndio eneo lake. Hawa maprofessional ni kama madaktari. Ukienda kwa daktari, wewe ndio unamsikiliza, unaumwa nini, anakushauri na dawa za kutumia. Utambishia? Utambishia? huwezi kumbishia. Kwa hiyo tunaposema professional ni mtaalamu kwenye hizi kazi, eidha malezi au mapishi au masuala ya housekeeping ya usafi. Karibu, asante. Wadada Center. Kwa majina anaitwa Jenifa Chialo, nimepangiwa kama professional dada wa malezi. Cha kwanza kabisa unapoenda kwenye nyumba ya mtu unatakiwa ujue pale umeenda kufanya kazi na sio kitu kingine. A, naomba hapo hapo kwanza hapo, yaani yes tu, tu tayari huyo <laughs> ni professional jamani, ameenda kufanya, amesemaje? <laughs> yaani hamjamsikia <laughs> Mimi naomba tuishie tu hapo yaani, litakiwa tufunge tuondoke, yaani hiyo kauli aliyoisema ndio maana ya professional. Unapoingia kwenye nyumba ya mtu umeenda kufanya nini? Kazi. umeenda kufanya nini jamani? Kazi. lakini wadada traditional na saa nyingine kwenye smart kuna kujisahau, unataka ukifika kule na we blend na familia, wakitoka na we utoke, wakila hiki na we ule, wakivaa hiki na we uvae Professional, umemsikia mmesikia professional? Yeah. Hey, nataka nisisitize kwa sababu moja ya eneo tunalopata nalo changamoto ni hilo la kuingia kwenye kazi, alafu wewe unataka majukumu yako yaliokupeleka pale yafanywe tena na bosi wako. Tunapata kesi, bosi anakuambia mimi nimeona nipike mwenyewe. Sasa we ulienda kufanya nini nyumbani kwake, alafu unaona sawa tu kwamba bosi kaingia kupika, yani wewe ushangai kwamba mimi bosi kanileta kama mtu wa majukumu ya nyumbani yanahusu kupika, usafi na malezi ya watoto, si ndio? Alafu unamuona bosi wako anafanya yale majukumu, humuulizi? Lakini angekuwa ni professional, hawezi kukubali, atamwambia bosi kuna shida gani? Haya ni majukumu yangu, si ndio eh? Naomba uendelee. Yani nimependa. Yani hiyo yani, yani, kauli ilikuwa inatosha tu wewe, kukusatisfy kwamba wewe ni professional kuingia kwenye nyumba za watu aze professional au mfanyakazi. Hata kama wewe ni traditional, unaenda pale kama mtu wa kuperform majukumu yao, kufanya kazi, na msione kama mnaenda kunyanyaswa. Ukiwa na mtazamo huo, hutakaa uwaze nanyanyaswa, kila kitu utakifanya bila kuambiwa, na hata kikitokea kitu chochote, yaani wewe huwezi kuchukua peso, no si wamekula kitu fulani, wameitisha nini, zinaitwa zile KFC Jamani dada, kwani umekuja tukulishe? Umekuja kufanya kazi zetu. Haya, tuendelee, yes. Yani, kwa nini nimesema unatokea, ujue umeenda kufanya kazi, kwa sababu kama madam alikuwa anaongea kwamba, yani, ukienda pale maybe bosi wako anakuelekeza fanya hiki fanya kile fanya, unasema huyu bosi, yani tayari hapo umesha nini, umeshajaribia kwa sababu unataka ulilax, wakati wewe umepelekwa pale ukafanya nini, ukafanye kazi. Cha kwanza kabisa jua nimeenda maybe no, smart umeenda kufanya nini? Umeenda kufanya kazi. Na hapa tunaambia tunavenda kufanya kazi sehemu ya mtu, tunaenda kwa ajili ya kazi ngapi? Tatu: mapishi, usafi, kama kuna watoto malezi. So kama umeenda pale wewe, sasa ni professional, hakuna mtu mwingine wa usafi, hakuna mtu mwingine wa upishi. Makofi kwake makofi hapo hapo, maana kuna wengine mnapendaga sana, yaani ukishaambiwa kazi ni hizi, basi umeng'ang'ania hapo hapo. Jamani, hiyo huko nyumbani, unaona kabisa uliopo ni wewe kuna eneo lako la professional, ndio utaalamu wa malezi ya mtoto lakini huwezi kushindwa kupika. Nani atakupikia sasa? Huwezi kushindwa kufanya usafi. Umeangalia watoto labda wako shule, fanya yale majukumu mengine chap chap. Watoto wakirudi, unakuwa sasa ni wewe na watoto tu, si ndio? Jamani, umepelekwa pale kama mtaalamu wa mapishi sawa, lakini ukishapika jiko lako pale, umewakorofishia watu vitu. Angalia mazingira mengine huko, ndio tunako kuita kujiongeza. Na hawa professional ndio yani, mapro kabisa kwenye kujiongeza. Ongera sana, yani hiyo ni pointi nyingine kubwa sana. Hii ni bonge ya semina, jamani! Watu wanapewa hizi hela, kumbe wanastahili, sio wanapendelewa. Mnasikia eh? hey, wana deserve. Sikia mambo anayoshusha hapo. Haya, twende Ehe, koni kama hivyo. Unatakiwa kabisa ujue umeenda kufanya nini? Umeenda kufanya kazi. Uko mwenyewe fanya kazi unazotaka nini? Unazotaka kufanya sio lazima every day boy sifanya fanya hiki, fanya kile, fanya kile, fanya kile. Ndio maana mwisho wa siku tunakutana kuja kukutana nini? Na hizi kauli tata za nini? Za mabosi. Lakini kama unasikiliza umeambiwa ufanye nini? Lakini vitu vingine sio lazima mpaka uambiwe eti toa kijiko ki, kile pale chini. No. Fanya mwenyewe eti toa sufuria ile pale ni chafu. Hapana, fanya mwenyewe. Sasa napia utakuwa na upe matatizo kila siku uambiwe kwamba kijiko akikae hapa kinakaa pale umeona? ilo na nini ni shida uchafu. Wadada, ndio tunavyoenda kufanya kazi sehemu za watu, tuzingatie usafi. Kuna dada nyingine ni wachafu, ndio maana tunashinda kulala nini na mabosi zetu kama saa wewe dada si professional wa upishi, umemaliza jiko la gesi lina mafuta mara si lina maunga umeacha pale. Wewe ni professional kweli? Yani, basi mwenye. Hapana, huyo hawezi kuwa professional. Huyo huyo huyo ni traditional. Huyo ni traditional, lakini kama ataanza sasa naye kujifunza, amemaliza kupika anafanya usafi kwenye eneo lake, kila kitu kinakaa vizuri, huyo ni dada ambaye ni traditional, lakini anakoelekea anaiaga level ya traditional. Tunaelewana jamani eh? Kwa hiyo kwenye professional hakuna watu wao kabisa. Yaani, uwezi kuwa unaitwa professional afu unakuwa mchafu, eneo lako chafu, hujiongezi, majukumu unashikilia tu lile moja ulilopewa. Ah ah. Professional ni kwamba unapiga na macho maeneo mengine. Hata ambayo sio maeneo yako. Tena kuna bosi mmoja hapa alisemaje? Alikuwa na wadada wawili, wa mtoto na mmoja ni mtaalamu wa mapishi. Yule wa mtoto akapata dharura. Unaambiwa yule wa mpishi alitake over akafanya na sifa alizosema akila mpaka yule bosi akasema, yani kumbe kuna mtaalamu zaidi ya mtoto halafu nilikuwa sijui. Kwa hiyo akawa anapata shida nani amweke kwa mtoto. Yule alivorudi akawa anashindwa sasa. Huyu kumbe anajua kupika, lakini kwa watoto nayo ni noma. Si mnanielewa eh? Kwa hiyo usichukulie kwamba kuna wadada kama wako wawili, moja akiondoka na yeye anabeba begi, muoga wa kazi, mvivu Wakati hiyo ni fursa kwako, bosi anaweza kukuongeza pesa utakavyoweza kuonyesha uwezo wa kumudu yale majukumu. Jamani tuache uvivu. Tunatafuta hela lakini hatuko tayari kuchapa kazi. Tunaelewana eh? Eh, kwa hiyo dada nimekukatisha. Professional hakuna. Yaani haya mambo yako huku traditional, hata smart. Hata smart. Yaani kama ni smart unalalamikiwa eti mchafu usafishe eneo la jiko lako. Ah, wewe tunakuondoa kwenye hiyo level haraka sana. Unaondoka kwenye mradi wetu au tunakushusha huko kwenye traditional, maana hizo ndio shughuli za traditional. Tena traditional ambaye hataki kukua, traditional, wale wa kizamani ambao hawakupata mafunzo kama nyinyi Nyie mnapata watu wa kuwaongoza kama wadada Center, halafu bado unataka kubaki tu kindezi, ki, ki, ki ndezi hivyo? Yani wewe utakuwa ni traditional usiejelewa. Mbaya hatukutaki kabisa kwenye mradi wetu. Na wasichokijua pia hawa wadada, mpo field huko mnapofanya kazi, na ndio maana tunafanya follow-ups kupata nyie feedback zenu kutoka kwa mabosi, unafanyaje kazi. Wapo wadada kama madamu anavyosema, wapo wadada ambao walikuwa smart tukawarudisha traditional.